Jamani, nataka kutoa mapendekezo ya Yutong D12. Leo nina furaha kubwa kukutambulisha basi letu jipya la injini ya mbele Yutong D12. Hili ni basi la kisasa linalotegemewa na limetengenezwa mahsusi kwa barabara za Afrika na safari ndefu. Lina urefu wa mita 12, upana wa mita 2.6 na urefu wa mita 3.95. Linakuja na mipangilio mitatu ya viti 56+1, 52+1 na 64+1, na, na, na, na unaweza kuchagua ikiwa unataka basi lenye mlango wa katikati au lisilo na mlango wa katikati, kutegemea mahitaji ya shughuli zako. Kwa upande wa nguvu, kuna injini tano tofauti: 360, 325 na zaidi ya 300 horsepower kwa Euro 2 pamoja na 340 na 375 horsepower kwa Euro 3, kuhakikisha basi linaweza kushughulikia aina zote za barabara na mitindo ya uendeshaji. Muundo wa D12 ni mpya kabisa. Kuanzia chini unapata sura mpya ya mbele na nyuma taa za LED, mikanda ya mwanga ya mapambo pamoja na indicators za nyuma zenye mwanga wa mtiririko na taa za pembeni za bluu au dynamic ambazo huifanya ing'ae usiku. Ndani kuna modi saba za mwanga wa ambient zinazochanganyika na mwanga wa juu wa rafu kutoa mwonekano wa kisasa zaidi. Vioo vyake vya umeme vya rev ear sio tu vizuri kuvitazama, bali vinaongeza ufanisi na usalama. Kwa uimara, hakuna kona iliyokatiwa. D12 inatumia mchakato sawa wa kuzuia kutu kama magari ya kifahari ikiwa na hatua 15 za uchoraji wa umeme na tabaka tano za rangi kuhakikisha kuwa mwonekano unabaki mkali kwa miaka sita hata kwenye mazingira yenye unyevunyevu joto kali au chumvi nyingi. Muundo wake thabiti unatoa upinzani dhidi ya kutu hadi miaka kumi. Vihisi na viunganishi vyote ni vya ubora wa juu kutoka Bosch na AMP kuhakikisha maisha marefu ya matumizi. Katika upande wa faraja, dereva anapata dashboard mpya, nafasi kubwa ya kuhifadhi vifaa na kiti cha air suspension chenye ubaridi ili kupunguza uchovu kwenye safari ndefu. Viti vya abiria vimetengenezwa kwa umbo la mwili, laini lakini thabiti, vinavyotoa faraja hata kwenye safari ndefu na mfumo wa hewa ndani ya basi hudhibiti joto kwa kiwango cha juu tofauti ya nyuzi moja tu kati ya eneo la dereva na la abiria ndani ya dakika chache. D12 inatumia chuma chenye nguvu nyingi, muundo wa mwili wenye fremu iliyo karibu chuma kikubwa cha Pascal mara tatu zaidi ya chuma cha kawaida. Breki za kawaida za povu na diski za nyuma hutoa umbali mfupi wa kusimama zikiwa na utendaji thabiti zaidi na wa ufanisi katika kupunguza joto wakati wa safari ndefu kiwango cha ufuatiliaji wa njia tatu kinatoa ufuatiliaji wa ndani na nje kwa wakati halisi kwa usalama wa juu na uendeshaji usio na wasiwasi. Kamera tatu zinatoa uangalizi wa ndani na nje muda wote kwa uendeshaji salama. Katika upande wa nafasi, sehemu ya mizigo sasa ni 13.5 mita tatu za ujazo, kuruhusu kubeba mizigo zaidi kwa urahisi. Zaidi ya hapo sehemu ya mizigo ya aina ya kupitia yenye milango ya pembeni ya mafuta inarahisisha upakiaji. Urefu wa ndani wa milimita 1910 katika 480 wa D12 umeifanya safari kuwa huru na pana, kila mtu kusogea kwa uhuru bila kubanana. D12 inaungwa mkono na udhamini wa miaka miwili au kilometa laki mbili pamoja na mtandao wa huduma wenye zaidi ya vituo 110 na 230 Upatikanaji masaa 24 siku 7 kwa wiki siku 365 kwa mwaka, kwa uwazi kamili wa usambazaji. Kwa mwonekano huu mpya, faraja iliongezwa na kiwango cha juu cha PS50. Yutong D12 inaleta suluhisho za ufanisi na za kuaminika kwa Afrika. Hiyo ndiyo Yutong D12, katika Afrika kwa Afrika. Before and after the quiet journey starts here. Safari Coach TZ, YouTube and TikTok. Mtwara Bus TZ. Haya, huyu hapa baki nasi kwa usafiri bora mikoani.